Ukiwakuta wamekaa sehemu na discuss, hakuna shida. Maana yake ni kwamba yani ni baba na mama wanateta jambo la hawa. Bwana Yesu asifiwe sana basi, nisiongee maneno mengi sana si, Baba Ishumael pamoja na Mama Ishumael Ma. niwakaribishe sana sana muweze kusalimia kanisa, lakini inawezekana mkawa na neno zuri sana la kuponya nafsi za vijana. Eh. Watu wanaona watu kama miti yani, unaona mtu anapita kama mti, umeka naye form one, unaona form two, unaona wedogo dogo. Aya, sante hawa. Unajua hata nyumbani, kaka Mwandavo, hawakosekani hao hata <laughs> nyumbani w hawakosekani hawa, lakini ndo hivyo lastiboni wa hii familia. Kwa nikuombe kitu kimoja Mungu akusaidie wa kuona watu kama watu na sio kuona watu kama miti okay. Lakini punguza tamaa sawa eh? Wasichana wa sosho wote ni wazuri, punguza tamaa sawa eh? Eh, yani punguza nini Sio, unaona kwaya kuu, unaona international choir, unaona praise, na unaona muumini wa kawaida na unataka kuona mpaka masters. Tamaa punguza nini. Ukipunguza tamaa utampata aliyetulia vizuri, wako wazuri, tulia. Watoto wangu wote hapa wa kike ni wazuri, shida ya wanaume wa hapa. Mimi nawaambia ukweli, wanaume, mpunguze tamaa. Watoto wangu wote wa kike ni wazuri sana sana sana, sana.

kupigania imekuwa baraka sana. Nimefurahi kuwaona sana sana sana. Nadhani ni wale wa mwaka wa mwisho ndo wananifahamu. Kwa jina yangu naitwa Prisca Peter Ishumael, mahali hapa <tipisa> 2021 2024 eh, nilitumika mahali hapa ndipo nikaona watu wa outreach. Kuna kitu nikakuta ni kacheku. Mungu asifiwe. Ulipokuwa mwaka wa pili kuna dada yangu alisema hivi, kwa sisi wa dada sasa. Sasa unapoenda huko n zileka nchi zako zile unazozihitaji, unataka mtu unataka awe na gari, usifikiri kwamba niize sana, sio rahisi sana. Mungu asifiwe dada mzuri, sio rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Unafika unashinda una, una niende niende wapi hapa huku, na ukitoka zaidi ya hapa kwa kazini unakutana nao wengine tena. Bwana Yesu asifiwe, beba ajenda zako mui kule kule hapo, kama huoni kama unabarikiwa kule, unabarikiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitengo ni vingi, wewe mdada okupika katupikie kule, tutakula na kueneza Injili. Yesu asifiwe, amen. Mungu awabariki sana sana, kipekee tunashukuru tuna, kwa ajili ya mchango wenu kwa ajili ya jambo tulikuwa nalo sisi tarehe kumi mwezi wa kwanza. Mungu awabariki kwa pale, etoa uuwabariki sana sana sana, amen. isiwe na mengi zaidi, nawapenda amkaribisha baba aweze kusema lolote, yeah. <laughs> nakukumbuka <laughs> <laughs> tu kupindikia asante. Nakukaribisha baba mwenyekiti, na mara nyingi alikuwa akitangaza matangazo, mimi ndio nilikuwa napokea kijiti kwa ajili ya maji kama leo

muhimu e, e, sana kama familia basi kufika nyumbani ya. Lakini point yangu ilikuwa ni kwamba kwamba social, lakini nilichokuwa na kitaka kwamba tunatambua huduma ya mahali hapa na tunathamini kitu ambacho Mungu alitutengeneza kwa mahali hapa. Yesu asifiwe! o, ni kwa hapa, ni kutoe hofu kwamba huko mahali sahihi mpaka sasa nao tuna tumerudi hapa, basi ni kuelezea kwa Mungu ambao Mungu alitutendea mahali hapa. Yesu asifiwe! Yesu asifiwe. E, kipekee tunawashukuru tena na tena kwa eh, sadaka za kwenu na support ya kwenu pamoja na wengine walituombea, hata sisi hatukuweza kuwaona wengine walituishi, jambo sio, tulikuwa bize sana, lakini niliona mitandao ilichafuka kidogo, kwa tunawashukuru. Wengine hata sina namba zao, lakini naambia kuna mtu amekuishi, umeona vitu viwili kwa wakati mmoja, lakini tunamshukuru Mungu kwa kwa yote. Yesu asifiwe sana, Yesu asifiwe sana. Eh, kwa mwenyekiti

unaweza ukaruhusiwa na mwaka wa nne mm, eh, hivyo lakini, kweli usione watu kama, sione watu kama kuelewa, lakini kwa aliye na macho a aliye na masikio basi asikie sauti ya mtu sahihi ambaye atakuja kwake. Lakini nawapongeza, mwendelee akuaminia mambo yako wakati wabwana, basi, Amerika, damani, wa bwana basi alichokikusudia Mungu kitatemiika kwa kile ambacho ulipona tamani uweze kukimbata. Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana, tunawapenda asante sana. Karibuni, tunakaa maeneo ya a mitani mingi na Dodoma hii. hey, hey, hey, etemgogo matoni panaitweji? <laughs> lakini ni mtaa wa maili mbili Darajani au Wajenzi, yes, karibia na kiwanja cha michezo cha vijana kumbe. Kwa, kwa mchezo wa vijana kwa pembeni, kuna kanisa Anglikana kwa pembeni tunapokaa. Karibuni sana watu wowote, tona chochote, kwa ushauri, kwa kitu chochote, basi tunakaribisha sana nyumbani, mimi pamoja na mama. Asante sana, sasa nilikuwa nafikiri <laughs> <laughs> <laughs> Pate nini neno la kukaribishwa kanisani si ndio? Eh, sindie mama mwenyekiti, hebu sema neno basi eh, yeah. last bone tu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana kipekee, na nashukuru sana Mungu na ninawashukuru sana Kristo, ulipokea nikiwa mwaka wa kwanza Mungu akubariki sana kwa huduma yako, lakini kwa hatua ambao mmefikia, sisi tunaombea kila la heri. Mungu awatangulie wa katika maisha yenu, asiwapungukie siku zote za maisha yenu. Endeleeni kumtumikia yeye, hakuna aliyemtumikia Mungu akapata aibu. Ninawapongeza sana, kama kanisa tunawapongeza sana kwa hatua mmefikia, na tunazidi kuombea siku zote za maisha yenu, maisha yenu Amina. Asanteni sana, tuwapigie